Hi, this time is your teacher. I'm teacher Athuman. All right, today's lesson: helping verb or auxiliary verb, verb to be. Right? Helping verb ni kitenzi kisaidizi kinatumika kutengeneza sentensi. So kuna maneno katika lugha ya Kiingereza yanatumika sana kama am, are, is, was, were. Wa. Unajua yanatokana na nini? Hayo maneno yanatokana na neno be. Hii kiujumla inaitwa helping verb. Verb to be. Be, kuna vitu vinazalika kwenye be. Kuna vitu vinazalika kwanza. Neno be lina nyakati tatu, lina present, lina past, ina future. Be, ina present, past b and future: present, past, past, and future. Kwenye be katika present kuna maneno yanazalikana, kuna be tunanyumbua. Kwenye present kuna am, um, kuna are and is. Katika pasti kuna was and were, so kwenye future kuna shall will tunaongeza neno to be hapa mbele, kama nilivyokuambia kwamba haya maneno yanatumika kutengeneza yanatumika kusaidia kutengeneza sentensi za Kiingereza. Kuna am are and is katika present, katika past kuna was and were, katika future kuna shall and will, tutaongeza neno to be pale mbele. So haya maneno yana ya maana haya maneno am um, are and is yana maana, was and were yana maana, shall be and will be yana maana. Kama nilivyosema haya yanatumika kusaidia kutengeneza Kiingereza, yana maana mbili na zaidi. Kwa level yetu sisi, level ya kwanza, tutaangalia katika maana hizi mbili. Maana ya kwanza zote, katika maana ya kwanza tukianza katika am um, are and is, haya yote katika maana ya kwanza huwa yanaleta maana ni. Ni kwa Kiswahili. So, maana ya kwanza ni katika present. maana ya pili huwa inaleta maana kuwepo nipo kuwepo uwepo uwepo maana ya kwanza ni maana ya pili kuwepo tukija Right. katika was and were maana ya kwanza katika was means ilikuwa ili ilikuwa ilikuwa. Maana ya pili was and were yana maana ili kuwepo, ili kuwepo, ili kuwepo. Tukija katika future, haya maneno pia yana maana maana right? ya kwanza itakuwa, itakuwa, itakuwa, itakuwa maana ya pili itakuwepo itakuwepo ita kuwepo ita kuwepo ita kuwepo. So kama nilivyosema, haya maneno kana na b lakini yana maana maana zake ni kama unavyoziona. So ili kutumia kujua sasa matumizi yake tutakuja katika somo lijalo kujua jinsi yanavyotumika, am um, inatumika, inatumikaje? Are, is, zinatumikaje? Was and were Shall be and will be zinatumikaje, lakini kwa sasa jua kwamba hivi vineno vina maana. So, tutakuja kuangalia kimifumo zaidi ili itusaidie katika kutengeneza na kufahamu lugha ya Kiingereza au mifumo ya Kiingereza jinsi ilivyo. So don't miss next lesson, tutakuja kuangalia jinsi ya matumizi yake. Kiufupi leo tumeangalia am are and is. Haya maneno yote yana maana mbili na zia hiyo maana tatu tutakuja kuangalia katika tense, lakini maana ya kwanza ni maana ya pili kuwepo, right? Was and were, ina maana mbili na zaidi, ina maana ziada zi zi zi zi zaidi. So, kuangalia, kuangalia, kuangalia maana